Urusi ni taifa linalovutia hisia kali kutokana na historia yake tajiri, siasa zake za kipekee na utamaduni wake wa kipekee. Ingawa mataifa mengi ya magharibi yana mtazamo hasi kuhusu Urusi, sehemu kubwa ya dunia, hasa katika mataifa yanayoendelea, inaiona Urusi kwa jicho la heshima, mshikamano na hata mapenzi. Hii inadhihirika katika mitazamo ya kijamii, kisiasa na kiutamaduni. katika makala haya Tutachambua kwa kina sababu kuu zinazofanya Urusi kupendwa sana na watu kutoka maeneo mbalimbali ya dunia, tukigusia historia, siasa, utamaduni na nafasi ya Urusi katika ulingo wa kimataifa. Hapa kuna sababu kumi zinazofanya Urusi kupendwa sana na mataifa yanayoendelea. Moja, Urusi hujionyesha kama taifa linalopinga ubeberu wa Magharibi, hasa Marekani na washirika wake wa NATO. Katika nyakati za sasa, Urusi imekuwa mstari wa mbele kupinga upanuzi wa NATO kuelekea mashariki, ikisisitiza kuwa hatua hiyo ni tishio kwa usalama wake wa kimataifa. Mtazamo huu umewavutia watu wa kimataifa na watu wa mataifa mbalimbali yanayohisi mbali kuwa mfumo wa dunia unaoongozwa na Magharibi hauwatendei haki. Kwa mfano, katika muktadha wa vita vya Ukraine, baadhi ya watu wanaona hatua za Urusi kama jitihada za kujilinda dhidi ya kuzingirwa na NATO. Ingawa mtazamo huu ni wa utata, unachangia katika kuibua hisia za mshikamano na Urusi miongoni mwa wale wanaopinga ushawishi wa Magharibi. Mbili, historia ya msaada kwa harakati za ukombozi. Katika kipindi cha vita baridi, Umoja wa Kisovieti ambayo Urusi ilikuwa sehemu yake kuu uliunga mkono harakati nyingi za ukombozi barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini. Msaada huu ulikuwa wa kijeshi, kiuchumi na kiitikadi. Kwa mfano, Urusi iliunga mkono harakati za ANC nchini Afrika Kusini, MPLA nchini Angola na Frelimo nchini Msumbiji. Mchango huu umeacha kumbukumbu kumbu chanya katika mataifa haya, na wengi wanaona Urusi kama mshirika aliyesaidia katika mapambano yao ya kujikomboa kutoka kwa ukoloni. Tatu, Urusi ina utamaduni tajiri unaojumuisha fasihi, muziki, sanaa na falsafa. Waandishi kama Leo Tolstoy Fyodor Dostoyevsky na Anton Chekhov wameacha alama kubwa katika fasihi ya dunia. Ballet ya Urusi, mziki wa Tchaikovsky na sanaa ya Orthodox ni baadhi ya vipengele vinavyovutia watu wengi. Utamaduni huu wa kipekee unawavutia watu wanaotafuta mbadala wa utamaduni wa magharibi, na hivyo kuongeza mvuto wa Urusi kimataifa 4. Ni nafasi ya Urusi kama mlinzi wa maadili ya jadi katika miaka ya hivi karibuni Urusi imejionyesha kama mlinzi wa maadili ya jadi ikipinga kile inachokiita upotovu wa maadili unaoletwa na magharibi. Rais Vladimir Putin amesisitiza mara kwa mara umuhimu wa familia, dini na maadili ya jadi katika jamii. Mtazamo huu umewavutia watu na vikundi vinavyohisi kuwa maadili yao yanatishiwa na mabadiliko ya kijamii na kiutamaduni yanayoendelezwa na Magharibi. Kwa mfano baadhi ya familia kutoka Marekani zimeripotiwa kuhamia Urusi kwa sababu ya kuvutiwa na msimamo wake kuhusu maadili ya familia na jamii. Hii inakuja wakati ambapo Marekani inasukuma ajenda zisizokubalika na baadhi ya mataifa, ajenda ya LGBTQ. Namba tano, nguvu ya kijeshi na kujitegemea kiuchumi. Urusi ni moja ya mataifa machache yenye uwezo mkubwa wa kijeshi, ikiwa na silaha za nyuklia na teknolojia ya hali ya juu. Uwezo huu unaiwezesha Urusi kujitegemea na kujilinda dhidi ya vitisho vya nje. Aidha, licha ya vikwazo vya kiuchumi kutoka magharibi, Urusi imeweza kudumisha uchumi wake kwa kutumia rasilimali zake kama mafuta na gesi asilia. Uwezo huu wa kujitegemea unawavutia watu wa mataifa yanayotamani kuwa huru kutoka kwa utegemezi wa kiuchumi na kijeshi kwa mataifa mengine. Katika muktadha huu, Urusi inasimama kama msingi na nguzo muhimu katika mabadiliko ya kupambania uhuru wa kujitegemea. Namba sita, ukarimu na ustaarabu wa Kirusi. Ingawa Urusi mara nyingi huonekana kama taifa lenye siasa kali, watu wake wanajulikana kwa ukarimu na ustaarabu. Wageni wengi wanaotembelea Urusi huripoti kupokelewa kwa upendo na ukarimu na wenyeji. Ukarimu huu ni sehemu ya utamaduni wa Kirusi unaothamini uhusiano wa kijamii na mshikamano wa jamii. Namba saba, mandhari na mazingira ya kuvutia Urusi ina mandhari ya kuvutia yanayojumuisha misitu mikubwa, milima, maziwa na maeneo ya kihistoria. Miji kama Moscow na St Petersburg zina majengo ya kihistoria, makanisa ya kipekee na sanaa ya kuvutia. Watu wanaovutiwa na utalii wa kiutamaduni na wa asili hupata Urusi kwa mahali pa kipekee pa kutembelea. Namba nane, ushawishi wa kisiasa na kidiplomasia. Urusi imekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za kimataifa, ikijaribu kuleta usawa katika mfumo wa dunia unaoongozwa na mataifa ya magharibi kupitia ushirikiano wa mataifa mengine, Urusi imejaribu kuunda mfumo wa dunia wa vyama vingi vya nguvu, multipolar world, ambapo hakuna taifa moja linalotawala. Mtazamo huu umewavutia mataifa yanayotaka kuwa na sauti katika siasa za kimataifa. Namba tisa, msimamo wa kujitegemea na kujivunia utambulisho wake wa kitaifa. Urusi inajivunia utambulisho wake wa kitaifa na haikubali kushinikizwa na mataifa mengine kubadilisha sera zake. Msimamo huu wa kujitegemea na kujivunia utambulisho wa kitaifa unawavutia watu wanaotamani kuona mataifa yao yakisimama kwa miguu yao bila kutegemea msaada wa nje. Na namba kumi, uwekezaji katika elimu na sayansi. Urusi imewekeza sana katika elimu na sayansi na ina vyuo vikuu vinavyotambulika kimataifa. Wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali huenda Urusi kusomea taaluma mbalimbali hasa sayansi na teknolojia. Uwekezaji huu umeifanya Urusi kuwa kivutio kwa wale wanaotafuta elimu ya hali ya juu kwa gharama nafuu. Urusi inapendwa na watu wengi duniani kwa sababu mbalimbali zikiwemo historia yake ya kusaidia harakati za ukombozi, utamaduni wake wa kipekee, msimamo wake wa kisiasa na kijamii na uwezo wake wa kujitegemea. Ingawa mtazamo huu haukubaliki na wote, ni dhahiri kuwa Urusi ina nafasi ya kipekee katika mioyo ya watu wengi duniani. Kwa wale wanaotafuta mshirika anayeweza kusimama dhidi ya ushawishi wa magharibi, taifa lenye utamaduni wa kipekee au mahali pa kujifunza ni kuishi kwa amani, Urusi inaonekana kuwa chaguo la kuvutia.